Ali, karibu. Asante sana. Adan, karibu. Asante sana. Umelala? Nimepata usingizi. Mi, alamu imeita, nikasema wewe unadanganya <laughs> mi siwezi kuamka mda. Shwari, Ali. Namshukuru Mwenyezi Mungu. Uh, nili wakati nakuja awali nilikuwa na nikiwa na bashasha tu, nimeamka vyema mm, mm, lakini kwa taarifa ambazo tayari uh, Magasolo umezi, umezi introduce tunaweza kusema ama umewahabarisha watazamaji wetu mm, ni za kusikitisha, mm, mm, uh, kiasi zinazohusiana na, na uh, Papa Francis uh, na hiyo bila shaka tutaanza nayo kwa sababu imeanza kwanza kuchukua nafasi kwa kiasi kikubwa katika mitandao ya kijamii. Ovo kwa hivyo kwa uzito wake tumeona ni vema uh, tukaanza nayo hiyo, inayomhusu kiongozi huyu wa Kanisa Katoliki Papa Francis, amefariki dunia, na hawa ni Sky News ndio wanaotupa taarifa hiyo uh, takriban dakika kama 12 zilizopita hivi ndio waliweka Uh, posti hiyo ukipita huko na katika kurasa zingine za mitandao ya kijamii utaweza kuona hiyo, na wanatukumbusha pia umri wake, kiongozi huyu kwa sasa ni miaka 88. Eh, alizaliwa na uh, mwaka 1936 na amefariki mwaka huu 2025. Kwa hivyo tuseme tu ya kwamba kwa wale wote ambao wameguswa na msiba huo pole kwao hu. Kutokana uh, na hayo naungeza yeah. yeah. Ni wiki chache hapo, inategemea labda mwezi, katika vitu ambavyo ni wiki chache ambazo ametangwa toke hospitali akiwa anatibiwa pale Vatican akipewa matibabu kuhusiana na mapafu ni kiongozi ambaye tunaweza tukasema hivi karibuni kuna baadhi mm. mm. ya misa ameshindwa kuziendesha kutokana na maradhi, na alikuwa hata ukiona akipatiwa huduma anasaidiwa hata kujongea kwa maana mm. kutoka eneo moja hadi lingine kwa mm. kutumia kiti mwendo mm. lakini ni kitu kikubwa zaidi ambacho amekifanya, alikuwa ni mtangazaji sana wa amani. Amekuwa mm. akihubiri sana amani kuhusu amani mm. upande uh, uh, uh, wa, wa Gaza, kwa maana ya kuhitaji suluhu ipatikane eneo lile mm. uh, kati ya Israeli pamoja na Palestina mm. ni mmoja kati ya viongozi ambao alijiweka ali, ali, katika eneo hilo. Sasa tunaweza tukasema ni, ni, ni pigo kubwa kwa kanisa Katoliki, ni pigo kubwa kwa waumini wa dini ya Kikristo. Lakini nimeangalia ni, ni wiki kadhaa nilikuwa nasoma jinsi gani ambavyo pia shughuli hizi zinaweza zikafanya. Ni miongoni mwa viongozi wakubwa ambao pia wanatazamwa kama viongozi wakubwa na wenye ushawishi mkubwa sana duniani mm. e, a, pinda ambapo wanakuwa wapo kwenye kwenye eneo hilo la, la, la, la kuongoza kanisa Katoliki mm. nimeangalia inaweza ikachukua siku nne mpaka sita mpaka wanakuja ku, ku, ku, ku, ku, kum, kumpumzisha kwa mkwenye, kwenye eneo lake la milele mm. lakini kuna taratibu nyingi sana ambazo zitafanywa ili tuweze aweze kupatikana mrithi wake, kwa hiyo Eh, dunia ipo kwenye, kwenye, kwenye, kwenye majonzi kuhusiana mm. na hili mm. lakini pia Kanisa Katoliki ilipo pia mm. kwenye, kwenye majonzi sana. Lakini sasa wale kuna viongozi ambao pia watatoka wataitwa kwenye mataifa yao kwa ajili ya kwenda kule, yani wale viongozi ambao ni makadinari yes, yes, eh, watalazimika kutoka kwenye, kwenye mataifa yao kwenda Vatican kwa ajili ya kushiriki msiba huo wa wa wa wa Papa Francis yes, hayo ni, ni taarifa ambazo zimechukua nafasi muda si mwingi kuhusiana na kifo cha kiongozi huyu wa kanisa katoliki duniani papa francis ni raia wa uh, kule kwa kina Messi kule Argentina. Argentina. Argentina. Yes. Mm. unatamani siku moja kuona papa mweusi moja kati ya mapapa ambao alikuwa anasemekana kwamba pengine afrika magharibi kuna miongoni mwa watu ambao wa pengine wanaweza siku moja kuwa mapapa weusi lakini mpaka sasa hivi. mm. -hmm. Eh, bado hatujawahi kushuhudia papa mweusi mpaka, mpaka sasa tuachie muda. Haya, hayo ni mambo ya msiba, tutoke hapo sasa, turudi katika zile ambazo zimebamba na hasa katika uga wa michezo uh, jana uli ushuhudia mchezo wa mkondo wa kwanza wa nusu fainali ya CAF Confederation Cup ama kombe la shirikisho barani Afrika, ilichezwa uh, pale katika dimba la Amani Zanzibar. Sasa wakati mechi inaendelea uh, kiongozi ama rais wa Zanzibar Uh, na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, huyu hapa Dakta Hussein Ali Mwinyi alikuwa uh, anaufuatilia mchezo huo kupitia TV Tazama, na baada ya mechi kuisha, iliwekwa posti katika ukurasa rasmi wa Ikulu Zanzibar ambapo uh, Rais Mwinyi uh, ambaye ni mwenyekiti pia wa baraza la mapinduzi Dokta Huseini Ali Mwinyi amewapongeza wachezaji wa timu ya Simba kwa ushindi walioupata katika mashindano ya kombe la shirikisho barani Afrika katika mchezo wa awali wa nusu fainali dhidi ya timu ya Stellenbosch uh, football club ya Afrika ya Kusini mm. nam uh, ni utaratibu wa viongozi ikiwemo raisi dokta uh, Samia Suluhu Hasan wamekuwa waki fanya hivyo haswa m, katika mechi hizi za kimataifa kimataifa, na rais pia Samia ametoa pongezi. Inanikumbusha yeah. uh, Inan, um, kombe la dunia elfu mbili kumi na nane 8 rais um, wa, wa Marekani wakati huo Barack Obama um, alishuhudia kikosi cha Marekani kikishiriki um, kombe la dunia kupitia Air Force One, ndege maalum ya yes, rais um, wakati akiwa angani um, anafanya ziara zake maeneo mbalimbali duniani alishuhudia um, vijana wake akiwa na kitwanga kwenye ndege. Sasa sijui alitumia dishi lile la Azam Max, lile dishi la maalum la Azam au alitumia nini? Safiri na Azam. Wakati ndege iko angani, Obama alikuwa anashuhudia mechi. Sasa kama Rais Dr. Hussein Ali Mwinyi anafuatilia kupitia Azam TV mechi ya Simba kupitia wapi? Kama rais mwenyewe amejua kwamba sehemu pekee ni Azam TV ambapo nitapata picha quality, nitapata matangazo bora na nikukumbushe tu Mangasore, sio tu uh, Dkt. Huseini Ali Mwinyi, hmm, uh, rais wa Zanzibar, lakini pia hata rais Samia Suluhu Hasani alivyokuja hapa katika viunga hivi vya Azam Media, aliwahi kusema ya kwamba akisafiri yeye akifika mahali lazima, uh, watu wake wachakarike kuhakikisha ya kwamba anafuatilia tamthilia ili kumwekea, ili kutamthilia, anafuatilia zaidi pia, uh, tamthilia ambazo zinaruka katika chaneli za Azam TV. Yes, hayo ni mambo ya Simba Sports na tuone posti nyingine kuhusiana na mechi hiyo. Yes, muda mcheche uliopita uh, kupitia ukurasa wao rasmi wa Simba Sports uh, wameweka posti hii kwa maana ya kwamba Simba wameanza safari sasa ya kurejea Dar es Salaam, bila shaka kwa ajili ya maandalizi uh, ya kuweza kuifata uh, Stellenbosch kule Afrika ya Kusini. Hapa ni bandarini pale Forodhani Zanzibar, yeah. eh, mm, mm, mm. Unapapenda kidogo pale Yeah. Hmm. Kifika pale naambiwa karibu Zanzibar, mm hivi -hmm. hatukwenda nayo Pemba Pemba Pemba, hatukwenda mm -hmm. wote eh, eh, eh, ila tulisha kuwa pamoja Zanzibar <laughs> eh, pa, eh, wenzi zile sawa. Yes hao yes, Simba Sports wameanza safari ya kurejea, uh, Dar es Salaam hapa. Haya, tutoke hapo twende kwenye posti nyingine sasa. Huyu ni meneja habari na mawasiliano wa Simba Sports bila kumtaja bila shaka bila, bila kuweka kumsikia itakuwa ni shida kidogo. <laughs> maana watu wa Simba wanataka kujua yeye anasema nini, maana ndio muongoza njia, hasa kwa mashabiki wa Simba kujua msimamo wa Simba anasemaje. Tumsikia Ahmed Ali. Sikilize mimi, rudia hapo kaka, nisikilize mimi Tobi, kwamba fainali simba anacheza mwaka huu. Hawa Stellenbosch hawana uwezo wa kututoa sisi, na kama kauli mbiu yetu inavyosema hatuishii hapa, na kwambia hatuishii hapa, hatua ya nusu fainali, achana na ushindi wa goli moja. Lakini ukiangalia ubora wa timu yetu, namna ambavyo inashambulia, namna ambavyo inaweza kuzuia, inanipa mimi matumaini mazito ya kwamba mnyama anakwenda fainali. Napata matumaini makubwa mnyama anakwenda fainali. Na hata ukiangalia kwenye mechi ya leo ni, ni, ni makosa yetu madogo madogo ndiyo ambayo yamemaliza hii mechi kwa goli moja huko bila, na wala sio kwa ubora wa mpinzani wetu, sio kwa ubora wa mpinzani wao. Hmm. Adrian, unasemaje? Unaungana na Ahmed? Ya, naungana naye naungana naye kwa maana ya kwamba kwa kile ambacho tumekiona kwenye dakika tisini za jana kinatoa tafsiri ya moja kwa moja kwamba kwenye asilimia mia moja basi Simba ana asilimia themanini ya kukwalifai kwenda katika steji inayofuata kwa maana ya fainali, kwa sababu uh, unajua uh, Simba kushinda goli moja hapa uh, faida ambayo anaipata ni kwamba uh, kwanza hajaruhusu bao, lakini kitu kingine ambacho anakitafuta Simba ya kule apate goli moja ambayo litakuwa na faida kubwa sana. Na mimi naliona hilo kwa maana ya kwamba Simba kufunga goli moja katika uwanja wa, wa, wa, wa away kwa namna ambavyo wanacheza kwa namna ambavyo wanatengeneza nafasi hata kama hawana matumizi na, ya, ya nafasi vizuri, lakini kwenye nafasi ambazo wanazitengeneza kuna nafasi tu ambayo wanaweza kupata bao. Kwa hiyo ninaona hilo likienda kutimia kwa maana ya Simba kwenda katika hatua ya fainali. Sawa. Aya, tutoke hapo, hayo ni ya CAF Confederation Cup. Sasa tunarejea nyumbani NBC Premier League leo hii inaendelea, tutazishuhudia mechi mbili, lakini moja ya mechi ambazo uh, inasubiriwa kwa hamu kwelikweli ni katika dimba la Tanzanite kora, ambako uh, Fountain Gate wanaikaribisha Young Africans. Ikumbukwe ya kwamba uh, Simba Sports walivyokanyaga katika dimba hilo mechi ilikuwa ngumu kidogo mm, na matokeo mm, yakawa ni asare. Yeah. Sasa leo ni zamu ya wenzao Young Africans wanatua pale. Lakini Ali, kama meneja habari na mawasiliano wa Young Africans, yeye yeah, ameamua kumpa kazi huyu hapa Mudathiri Yahya, akamwambia wananchi wamenituma kwako, uncle Mudathiri Yahya, simu hazijaita muda mrefu tumemisi milio. Yes. Ee bana Mangasolo, umeona simu ikiita msimu kwa kwa Mudathiri. Kwa Mudathiri. <laughs> Mimi nimemisi milio. Sharifu, huu mchezo na kwa uchache kidogo. Morale, yani, anachokifanya hapo ni kuboost moralia mm, kwa baadhi ya wachezaji ambaye kwa Mudathil mm, ana muda kidogo hajaonekana mm, akifunga kwa hiyo mm, kwa kutoka hadharani na kuzungumza hivyo, maanake anampa ana, ana, ana ile motisha kwamba mm, kuna kitu tunakihitaji kutoka kwako na ni mechi ambayo uzuri iko wazi, yaani kwa kwa Yanga kuweza kushinda mm ina asilimia nyingi zaidi, yani unaweza kusema kwa heshima ya mpira walau asilimia sitini sabini kwa Yanga kutoka na matokeo ya alama tatu ni kitu ambacho kinawezekana. Sawa, yes, hayo ni Young Africans. Na wenyewe Fountain Gate wamefanya nini kuelekea mchezo huo? Uh, tuone katika posti inayofuata hapo, tutaweza kujua Fountain Gate na wenyewe Young Africans wamekuwa na utaratibu wanapokwenda mahali popote, uh, haswa katika mechi zao kubwa kubwa, lakini hapa za Tanzania pia za mikoani, mara nyingi kabla ya mchezo huo huwa wanakwenda kutoa uh, misaada katika vituo vile ambavyo vyenye watu ambao wanauhitaji. Lakini Fountain Gate na wao, kwa umuhimu wa mechi hii, wameona na wenyewe wafanya hivyo, wanasema kurudisha kwa jamii yenye uhitaji. Inaonekana ya kwamba na wenyewe wanaitaka hii mechi, lakini kuna ushauri hapa chini, uh, Mr. Teofilo Afrika anasema inatakiwa hata baada ya kucheza na Yanga mwendelee hivyo hivyo, na kila maha, mahali mnapokwenda mfanye hivyo, isiyo kwa sababu ya kucheza na Yanga. Huo ushauri kwa Fountain Gate. Yes, tutoke hapo tuende katika posti nyingine na kwenyewe tuone kuna nini. Hawa ni Mtibwa Shuga ambao ni kama wanabisha hodi hivi katika NBC Premier League uh, sijui ni kwamba walienda ku kujiongeza kuji, kuji nguvu huko, uh, huko championship, lakini kimsingi moto wao huko championship unatuma salamu kwa timu za NBC Premier League. Hapa bwana, baada ya kushinda uh, goli moja kwa sifuri dhidi ya Mbeya Kwanza jana, ikawa uh, ile shangwe kwa uchache, tusikie kidogo Mm. Mm. <tukua> mm, ile maana ya halisi kwamba kuteleza sio kuanguka, yaani yeah, yeah, kwamba msimu uliopita wanasema sisi tuliteleza lakini hatukuanguka, na au waliamua <laughs> kushuka ili wakajipange vizuri. Hapo waliteleza, yaani walioanguka tunawaona, yaani muda mrefu kama mbao Uh, ni mda mrefu sana uh, tangu tangu washuke mpaka mm. sasa hivi mm. hawapo tena mm. kwenye, kwenye li lakini mm. kwa Mtibwa Shuga imeonekana kuwa tofauti kwa maana mm. wao waliteleza, okay. wamenyanyuka wamejifuta matope yes. <laughs> na hii furaha ya Mtibwa ina e, kuja kwa sababu ya tunacho e, post inayofuata hapa tutaona kwa nini Mtibwa Shuga wana, wana furaha hivi. tuone katika post yes, huu hapa ni msimamo wa championship e, ambapo hapa Mtibwa anaonekana yupo juu kabisa akiwa na pointi sitini na sita michezo ishirini na saba tayari wote wamecheza michezo ishirini na saba na anayemfuatia ni Mbeya City ambaye na yeye ana pointi hamsini na tisa sitini na sita, hamsini na tisa Yani Mtibwa Sugar anahitaji alama tatu pekee alama tatu katika michezo mitatu mitatu iliyosalia, kwa sababu huyo like. Mbeya City mm. akishinda michezo mitatu yote iliyosalia mm. anakuwa na alama sitini na nane Yeah, yeah, yeah, alafu yeah. Mtibwa mm. katika michezo yake mitatu akipata alama, mm. alama, mm. yeah. alama tatu anakuwa na tatu, alama 69. Mm -hmm. Kwa hiyo automatically Mtibwa Sugar katika hiyo michezo mitatu anataka alama tatu tu na alama 69 ambazo hazitofikiwa yeah. na mtu yoyote. Hataki hataki ana... kila mchezo atoke sare. Eh, hey, anaweza kufanya. Yeah. Yes. Lakini kuna vita hapa ya Stand United na Mbeya City. Mm. Eh, hii ni vita kubwa. Yes, hayo ni mambo ya championship, safari kuja, lakini African Sports na Biashara United mambo ni magumu kulikweli huku chini okay. Aya, tutoke hapo tuende kwenye posti nyingine, tuone na kwenyewe kuna nini. Uh, yes hawa hapa Madridi. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Hey, kwa, kwa mambo yalivyokuwa jana yalikuwa si vyema eh, Real Madridi, dakika ya ngapi? Kumbuka dakika <laughs> ya tisini ukiongeza tatu a Volvede anaandikia ili ushuhudia huo mua, bonge la mua la e, mua kweli kweli <laughs> yani, na kuna mtu anauliza hapa ana, anaweza yani huyu mtu anaweza kafunga goli la kawaida tu huyu Volvede hawezi, maana migoli yake yote ni <laughs> ni, <laughs> ni ugomvi, yani kama anataka <laughs> kama anaua nyoka huyu mtu anaweza goli kufunga magoli ya kawaida leo. <laughs> ao ni Real Madrid walicheza na Athletic Club Bilbao uh, jana katika mchezo huo wa, wa ligi ya kule Hispania ama ni unaweza kaita la liga na like yako naaeye mechwalikeo nau makaburi kuna mtu anauliza hapo lakini Mangasole, tukiachana na haya haya, ndio ambayo tumeweza kuyakusanya katika mitandao ya kijamii kikubwa. Tunawakumbusha watazamaji mm. ya kwamba majira mm. ya saa kumi uh kamili leo hii kuna mchezo mmoja wa NBC Premier League kutoka kule Tanzania, Manyara, Babati ambako, eh, Mangasole naye ni miongoni mwa watu ambao wao wanavutiwa kwenda huko, si kwa sababu yeah, ya baridi la kule sana. Hebu eh, hi na hiyo ni <laughs> eh, Azam Sports One HD. Lipia mm. mapema kisimbuzi chako, lakini Mangasole wakati una Uh, kulikuwa kuna ile ya, ile yale mahojiano yetu maalum ambayo amefanya timu zao karugi na uh, kocha wa Jeketi Tanzania, e, Tanzania mm. Ahmad Ali mm. mimi nimefurahi nime kuona kwamba Ahmad Ali ana, ana tunasema anathamini mchango haswa wa ATN Ndayiragija. Ukimsikiliza kwa uzuri unapata funzo ya kwamba yule ambaye ame ametoa mchango yeah, kwako katika yeah, kufanikiwa yeah, yeah, yeah, na wewe yeah, unatakiwa pia uweze kuthamini mchango wake kiukweli. Ni muhimu hata hata Mikel Arteta juzi eh, eh, yes, ali appreciate mm, eh, kwa kile ambacho amekifanya Pep Guardiola eh, kwenye karia yake, kiukweli ni jambo, ni jambo kubwa kabisa. Sijui Mangasole, wewe ni nani ambaye unafikiri utamkumbuka sana katika safari yako ya maisha na mpaka sasa ulipofikia kwenye maisha yangu ya tasnia ya habari? yes. Mtu wa kwanza ni Kamarada Barwani Muhuza, okay, so, yes, so, so. Mtu wa kwanza mm. Baadaye wakaja watu wengine, lakini mm. Mtu wa kwanza kuniamini kwamba naweza nikawa mtu ni Barwani Muhuza, sawa. Yes, siku nyingine, naamini nitakuja kutaja hapa nani ambaye amenisaidia kufika afu kwenye maisha yangu mengine, pia wapo wengine hivi hivi. una pete? Ah, mimi si kuja pale leo sawa. Sasa mmoja kati ya matukio ambayo huwa yanafanyika Papa akitangazwa kufariki, ana pete fulani ambayo huwa inavunjwa kuonesha kwamba utawala wake umeisha pale, na mtu yoyote asije akachukua ile pete okay, akaivaa kwa ajili ya ku ya, ya kuitumia ile pete ku, kufanya kitu chochote kile mm. kwa hiyo ukitangazwa tu ule msiba wa papa mm. ile pete inatolewa inaenda, inavunjwa kuonyesha kwamba huu utawala umeishia hapa. Kwa hiyo ile pete ni miongoni mwa vitu vinavyozingatiwa. Yaani mpaka unatangazwa ule msiba, ta ile pete ishavunjwa. Okay. Yeah, ila wanakuwa wana wanazivaa. Sawa sawa. Yes, miongoni mwa mambo ambayo mimi huwa yananivutia kwenye kuelekea sasa mm. kumtafuta papa mm. mwingine. Mm. Maana yake maana yake mm. yeah, kuna kikao wanaita conclave. Hicho yeah. Kikao ndicho wanachokaa mm. kwa ajili ya kwenda kumtafuta papa mpya. Na mm. papa mpya inabidi apate theluthi mbili ya kura mm. uh, za, za, za, za, za, za, ambazo zitapatikana kwenye hicho kikao. Ni moja kati ya vikao vya siri sana ambavyo huwa mm. Uh, vina, vina, vinafanyika. kwa hiyo kikisha patikana ak, yani ok, akishapata huyo uh, papa mpya hizo theluthi mbili za kura, linatoka tangazo mm. Hebu muzipapam kwamba tumempata ama tunaye papa mpya. Kwa ni moja kati ya mambo napendaga sana kufati, yani ni mpenzo wa kufuatia hivi vitu uh, mara nyingi hata kitokea, ilivyotokea kwa Malkia Elizabeth, tangazo la Malkia Elizabeth watangazi kwamba Malkia, hapana, London Bridge is down. Yaani ukisikia London Bridge is down. Mm. <laughs> Usijiulize nini huo ni msiba ambao umetokea kwenye mm. mm, castle. Ukisikia London Bridge is down hiyo mm. inaitwaga yu ni operation London Bridge. Kwa hiyo mtu yote anayekaa pale kama ni, ni, ni, king kama ni queen kwa siku ukisikia BBC BBC mm. ndo mara nyingi wamepewa mm. jukumu hilo la kutangaza hiyo mm. mm. na nilikwambia, London Bridge is down, na huwa wana practice chombo cha habari cha BBC huwa wana practice kwamba bana siku London Bridge ikiwa down nini mm. ambacho kinafanyika hata kabla ya daraja lenyewe kuvunjika, nikukumbushe e, na, na, mm. tu hapo mangasole sio tu kupractice peke yake, mm. wa, wa, wana utaratibu pia yeah. Uh, kwamba unaandika kabisa ile tanzia u unaweza yeah. unaweza kakuta sasa hivi mm. yeah. uh, huyu mfalme chazi yeah tayari tanzia yake ishaandikwa mbele, naona practice anaitwa. Yeah. Kwa hivyo yani ikitokea tukio, unaweza kakuta dakika tatu mbili, tayari kitu kimepanda pale. Naelewa, unashangaa waliandaaje, kumbe wanza walishaandaa muda mrefu. Ni moja kati, ukisoma soma sana kuhusiana na hivi vitu, kuna baadhi ya vitu vinaweza vikakustajabisha, alafu kuna baadhi ya vitu unaweza ukajifunza. Kwa hiyo okay, kumbe hichi hmm, kitu kinaenda hivi, kinaenda hivi, kinaenda hivi. Kwa hiyo unaweza kazi London Bridges Down nini, ni kiongozi labda, wanani leo kule kwenye papa, mimi uh, kinachonivutiaga kuna lile tukio la moshi moshi moshi. Wakishapatikana ndio moshi mweupe, moshi mweupe kama hajapatikana yeah. kuna aina ya mioshi kama miwili mi mi, mitatu hivi mi unaweza ukatoka wakiwe mweusi sana mm. kwamba bado au wapo kwenye mchakato, lakini ukiona mm. moshi mweupe umeanza ume, ume kutoka kwenye moja kati ya bomba yeah. la makanisa maarufu pale Vatican mm. ambapo wanakaa kwenye hicho kwenye hicho kikao chao, kwa hiyo ukianza kuona ule moshi mweupe umetoka au moshi mwingine wanashiria kwamba kila moshi kwamba hapa mm. bado tupo mm. kwenye mchakato wa mwisho. Tumemaliza, ndo moshi mweupe hu hapo unatoka kwamba hebu muzi papam kwamba tunaye papa mpya, alafu anamtangaza. Inawezi ikachukua siku uh, mpaka siku tisa uh, kumtangaza papa mpya yes. saa moja kamili usiku ni Ken uh, Coastal Union wataikaribisha uh, Ken Gold katika mchezo pia wa NBC Premier League. Kwa hivyo tuna michezo miwili leo hii, nirejeshe matangazo kwako uh, Mangasole Edward mm. naniruhusu niondoke nani Naona ah, amepata yeah, kiti okay, ambacho kinakuruhusu kukunja nne. Kuna yeah. yeah. <laughs> <laughs> <Deluxe. laughs> <laughs> sababu sababu, yani ukikunja nne kinamaanisha nini?